Bwana Yesu asifiwe. Leo tena ni siku nyingine tunapokuja kuangalia jambo la msingi lihusianalo na malezi ya watoto. Na leo tunaangazia hatari ya kudekeza watoto katika malezi. Hatari ya kudekeza watoto katika malezi. Tuombe. Baba mbinguni, tusaidie kuelewa hatari zinazoweza kujitokeza pale malezi yanapokuwa ya kudekeza zaidi kuliko ya kuongoza. Kwako tusaidie, ili baadaye tuepukane na hatari hizi, kwa jina la Yesu, amen. Hatari ya kudekeza watoto. Kama tunavyofahamu, katika masomo yaliyotangulia tuliangalia aina za wazazi mbalimbali. Na hivyo tukaona wazazi wakali na wazazi wa uhuru wakiwemo hao wazazi wanaodekeza watoto na kadhalika. Sasa, tujiulize kudekeza watoto ni nini? Ni nini, ma nini maana ya kudekeza watoto? Kudekeza watoto ni tabia ya watu au walezi kuwafanyia watoto kila kitu, kuwazungushia mahitaji yao yote na kuwakinga kupita kiasi dhidi ya ugumu au changamoto za maisha. Pia inahusisha kutoa vitu ama upendeleo mwingi sana bila kuzingatia matokeo ya tabia hiyo. Kwa hiyo, uh, kitendo kitendo cha kuwafanyia watoto kila kitu ili hali hata vingine viko katika uwezo wao hicho kinaitwa hiyo, uh, hali ama hiyo tabia inaitwa malezi ya kudekeza ama kudekeza watoto. Kudekeza, malezi ya kudekeza watoto ni namna nyingine ya malezi mabaya, kwa sababu hii huwafanya hufa. Hii hufanywa kwa kuwaacha watoto wafanye kile wanachokifurahia bila kuwa, kuwawekea mipaka wala kuwaadhibu wanapokosea udekezaji huonekana mara nyingi kwa watoto wenye changamoto za kiafya, mm -hmm. kwa sababu mtoto amezaliwa na upungufu fulani ama tatizo fulani la kiafya, basi inakuwa ni chanzo cha kudekezwa. Waliozaliwa kwenye mazingira yaliyokuwa yanahatarisha uhai wao, uhai wa mama zao, eh, operation kidogo nife. Unasikia mtu anasema hivyo, nilifanyia operation kabisa Eh, eh, kidogo nife kwa huyu mtoto katika kumjifungua. Kwa hiyo, kutokana na majina wanayoitwa, bahati, sijui nani, sikujua inapelekea kudekezwa kutokana na hali hiyo. Watu wana maendeleo mazuri shuleni basi inakuwa watu wana maendeleo mazuri shuleni basi inakuwa ni chanzo cha yeye kudekezwa. Anasema anaendelea na, anaka, ni chanzo cha yeye kudekezwa. Anasema anaendelea, hali nyingine namna gani ya kuwasaidia watoto wetu ili tusiwafanye kuwa goigoi, ili tusiwafanye kuwa mazezeta, ili tusiwafanye kuwa dhaifu pale ambapo walitakiwa kuwa imara. Kwa hiyo watoto wanaotokana na uzee, waliozaliwa katika kipindi cha uzee, wazazi wameshakuwa wazee, ikatokea wamepata mtoto, basi inakuwa ni chanzo cha kuwadekeza. Kwa hiyo mazingira fulani yanaweza kupelekea hali hiyo, hatimaye mtoto akaingia kwenye hiyo changamoto kupitia wazazi wake. Lakini Mungu anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Huo ndio msingi wa malezi, ya kwamba lazima malezi yatolewe sawa, ili ya kwamba watoto wafikie umri wa kujitegemea na kuwa watu wazima, na hata wanapokuwa watu wazima, basi katika maisha yao waendelee kumtukuza Mungu akiyatenda mapenzi yake. tabia ya mtoto hujengwa kutegemeana na yule na yale yanayojifunza kwa kuona na kwa kusikia kutoka kwa watu wanaomzunguka. Tabia ya mtoto pia hutokana na urithi kutoka kwenye vinasaba vya wazazi wake. Kuna aina mbili kuu za malezi ya watoto, malezi ya ukali na malezi ya kudekeza. Malezi ya ukali au ya ukatili ni yale yenye sheria nyingi na, kila, na, na kali bila kuzingatia uwezo wa mtoto wa, ku, wa kuzitekeleza na usiyotoa nafasi ya kuelimishana na majadiliano. Malezi haya ya ukali huandamana na adhabu kali zinazozidi uzito wa kosa na uwezo wa kustahimili wa anayeadhibiwa, bali hutegemea kiasi cha hasira alichonacho mtoa adhabu. Huu unaitwa pia unyanyasaji wa watoto, na ndio maana tulijifunza katika masomo yaliyotangulia kwamba unapomwadhibu mtoto wako, hebu jiulize: Unamsaidia kumnidhamisha, ama unamaliza hasira zako wewe mzazi? Kwa hiyo lazima ujihoji. Kwa hiyo katika swala zima la malezi, Mungu anahitaji wazazi ambao wanalea malezi ya Kikristo, malezi ambayo yatawaongoza watoto kumjua Yesu. Wakati mwingine kutokana na malezi ya kudekeza haya ndiyo yamepelekea watoto wanapiga kelele, hata wakati mwingine ndani ya kanisa, lakini mzazi anamtazama tu mtoto wake bila kumkanya wala kumuonya, ili ajue kwamba yupo mahali pa ibada. Yako mambo mengi, wageni wamefika nyumbani, wanachezewa, wanashikwa kidevu, mara mgeni anavuliwa miwani, na utasikia tu mama au baba "Junior, nani, acha acha, aunti acha, uncle bila chochote. Na kwa sababu hiyo malezi ya kudekeza yanasababisha kutokuwa na nidhamu kwa wazazi wenyewe, lakini pia kwa, kwa wageni na ndugu wengine. Lakini pia athari ya malezi ni kwamba inaafifisha hali ya kiroho, pale watoto wanapokuwa wapigaji wa kelele ndani ya kanisa au nyumbani, wakati wa ibada, wazazi wakitazama. Wakati mwingine wazazi wanatoa ahadi tu, nitakuchapa wewe Junior, nitakuchapa wewe nani, nitakuchapa, lakini hawezi kufanya hivyo. Matokeo yake watoto wanajua, mama yetu au baba yetu huwa ni wa kuzungumza tu, lakini hatendi hayo yote ni madhara yatokanayo na malezi ya kudekeza lakini pia ukosefu wa uhuru na ujuzi wa maisha vinapelekea ni, ni athari ya malezi ya kudekeza na hii inatokanaje watoto waliodekezwa wanakuwa tegemezi kwa wazazi wao na wajifunzi jinsi ya kufanya mambo wenyewe hawana ujuzi muhimu wa maisha kama vile kupika kusafisha kusimamia pesa na kutatua matatizo. Hawana ujuzi kutokana na, na kudekezwa. Ni kweli ya kwamba una dada wa kazi hapo nyumbani, lakini sio sababu ya watoto kutofanya kazi. Wakati walikizwa, watoto wamekuja nyumbani, sharti wafanye kazi. Wakati mwingine mpumzishe au sigeru huyo, mpumzishe wa dada wa kazi, mpumzishe wa kijana wa kazi, vijana wakalime, wakachunge, wakatafute majani ya ng'ombe. Kila mmoja akafanye wajibu wake, wasafishe nyumba, wapike. Mahali fulani panaandikwa kwamba Kupika sio kazi, sio jukumu la mwanaume wala mwanamke, ni ujuzi. Kwa maana ya kwamba unaweza kuwa mwanaume hujui kupika, unaweza kuwa mwanamke hujui kupika, maana ni ujuzi, na ujuzi ni taaluma, watu wanajifunza. Huwezi ukapata ujuzi bila kujifunza. Sasa familia nyingi, kutokana na malezi haya ya kudekeza, wanajisahau sana, wanadhani ya kwamba watakaa na watoto wao siku zote. Watoto watatoka nyumbani, watakwenda vyuoni, watasoma huko, kule ni kujitegemea. Ni, ni, nusu ya maisha ya kujitegemea binafsi. Ndio maana wengine wanapokuwa chuoni huko inafika wakati wanaoa na kuoa wake wakoolewa, wanaolewa wakiwa huko huko vyuoni. Sasa ikiwa utaenda kuoa na kuolewa halafu huna ujuzi wa aina yoyote hujui kupika, we binti, utampikia nini mume wako, ili hali nyumbani hata nguo zenyewe uko nafuliwa na, na dada wa kazi? Binti huko fomu 1 huko kidato cha kwanza darasa la saba kidato cha kwanza pia na kuendelea huko, bado naona unakusanya nguo unaletea dada wa kazi akufurie huo ni upungufu wa akili kama sio ujinga. Malezi ni kweli, una uwezo baba na mama hapo nyumbani, lakini sio sababu ya kuwafanya watoto wako kuwa mazezeta magoigoi, wasioweza kufanya kazi. Mabinti hawajui kupika, hawajui kupika, vijana wa kiume hawajui kupika, wako vioni kule, wanashinda migawani. Wangekuwa na uwezo wa kujitegemea katika kuandaa vyakula, wangepunguza gharama, wakawa na unafuu wa maisha, lakini kwa kujifanya kwamba nyumbani zipo vimewapelekea kuwa na gharama nyingi, ambapo wangeweza kutumia gharama kidogo kwa kuwa na ujuzi ndani yao. Ndiyo maana wazazi wanashauriwa kuwasaidia watoto wao. Msiwape watoto uhuru bila mipaka. Watoto wakija nyumbani wafanye kazi, wa vijana wa kiume wapike, vijana wa kiume wasafishe nyumba, wadeki. Hizo sio kazi za mume wala mke, ni kazi za watoto wote nyumbani. Lazima watoto wafanyishwe kazi. Kwa hiyo hiyo ni athari mojawapo ya malezi ya kudekeza. Ukosefu wa uhuru na ujuzi wa maisha inapelekea watoto kuto kujua kazi, na ndiyo maana mtu mahali fulani niliwahi kuona ma wameandika wa wa mahali fulani kwamba wewe mama na wewe baba, kadiri unavyomtumikisha dada wa kazi nyumbani pale, anapika, anafua nguo, anafanya hivi, analea mtoto wako, ana yote hayo ndivyo unavyoandaa huyu dada kuwa mke bora kwa mume wake wakati huo wewe ukiandaa au mabinti zako na vijana wako kuwa mazezeta na goigoi goi katika ndoa zao watakapofika umri wa kuoa na kuolewa. Kwa hiyo lazima ujihoji, ziko familia dada wa kazi analala saa nne usiku, saa sita, ndiye wa mwisho kufunga mlango, ndiye wa kwanza kufungua mlango, lakini nyumba hiyo ina vijana wa kiume na wa kike. Wengine kazi yao ni kukuza ndevu tu, hawakuzi akili ya kufanya kazi kama ni kiume hao wanashinda kwenye masofa, Instagram, facebook, wanajifanya wako likizo. Familia zingine watoto wametoka likizo wamekuja, "waacheni watoto wangu wametoka likizo wamekuja kupumzika, hizi kazi fanyeni wenyewe." Wakati mwingine kijana yuko jikoni pale, mzazi anamtoa jikoni, toka humu penda, penda mambo ya kike. Unaandaa bomu, unaandaa bomu. katika ndoa yake na katika atakapofika umri wa kujitegemea sasa hivi unaweza kumdekeza katika maisha hayo lakini sasa itafika utajuta. Na ndio maana miongoni mwa changamoto za ndoa, uh, miongoni mwa changamoto zinazopelekea ndoa nyingi kuharibika ni pamoja na wengi kutowajibika. Wana, wanaolewa wanadhani kwenye ndoa bado ni yale malezi waliyokuwa nayo nyumbani. Kwa sababu ya madeko aliyokuwa amelelewa, anasahau ya kwamba sasa ni mume na mke anatakiwa kuperform majukumu yote ya kifamilia. Bado analeta udekezaji hata kwenye nyumba. Epuka sana. Madhara hayo, epuka sana athari hiyo. Na wewe kijana wa kiume na wa kike unayenisikiliza, kama unalelewa malezi hivyo nyumbani, jitambue. Wazazi wako hawatakaa na wewe siku zote. Ndio maana muda ukifika, wataanza kukuuliza, binti yangu huoni? Huko hawakuoni? Kijana wangu, bado tu? Mbona hatuoni, mbona utambulishi? Watakwambia wao wenyewe kwa hiyo, jitambue. Kama bado uko usingizini, atoka usingizini, anza kufanya kazi, maana ndicho unachotakiwa kufanya. Lakini anasema Uh, athari athari ziko nyingi ikiwemo hiyo ya ukosefu malezi, ya malezi ya, ya, ya kudekeza watoto, yanawapelekea watoto kutokuwa na maamuzi na kuwa tegemezi, na ndiyo maamuzi na kuwa tegemezi, na ndiyo maana wengine mpaka wanaoa na kuolewa hao watoto, kwa kutokana na kudekezwa Hakupewa, kwa kutokana na kudekezwa hakupewa maisha ya kuwa na changamoto ili awe ni mtu mwenye akili ya utambuzi kwa likitokea jambo fulani, kwa sababu hawezi kujitegemea na uamuzi. Akitaka kujenga nyumba anauliza nyumbani, akitaka kufanya jambo hili anauliza kwanza nyumbani, anauliza mama, anauliza baba ndio afanye maamuzi. Hawana akili za uamuzi, hawana akili za kujitegemea kama mama yupo kama shangazi hajasema kama baba hajasema, hawezi kufanya chochote. Hiyo ni miongoni mwa athari tu. Tuwasaidie wa, watoto wetu kukuwa na, na akili za maamuzi, tuwapatie changamoto katika maisha, tusiwalee tu. Narudia kusema hata kama mama na baba mna uwezo hapo nyumbani wa kifedha na kila kitu, sio sababu ya kuwaacha watoto wenu wakae kizezeta. Wasaidieni watoto wenu, wapatieni changamoto ili wao wawe wafumbuzi, wavumbuzi wa mambo. Vinginevyo watakuwa tegemezi kila kitu, bila ninyi wazazi, bila walezi hawawezi kufanya chochote. Lakini ni kwa namna gani basi tunaweza kuepukana na changamoto za namna hii? Weka mipaka na kanuni wazi. Watoto wanahitaji kujua nini wanata, wanatarajiwa kutoka kwao. Weka sheria za nyumbani na uhakikishe kuwa zinatimizwa kwa uthabiti. Wape kazi na wajibu. Watoto wanapaswa kuwa na wajibu wa kufanya kazi za nyumbani na, kwa, na kukamilisha majukumu mengine. Hii inawafundisha uwajibikaji na kujitegemea, badala ya kutegemea wazazi ama walezi na kadhalika. Leo ziko familia zingine, binti anaolewa siku mbili tatu tu anaanza kudai anahitaji au sigero nyumbani. Ndiyo maana familia zingine leo, leo au sigero anachukuliwa kama mke wa pili katika familia. Kuna huyu mke wa huyu mume alafu mke wa pili ni huyu au sigero maana kuna wengine mausigero wanafanya kazi mpaka kwenye vyumba vya vya, vya, vya mabosi wao. Yaani hausigero anadeki chumba cha mume na mke, alafu mke yuko hapo tu e, hausigero anapikia baba, alafu mke yuko hapo tu. Sasa kwa sio mke wako wa pili huyo, lazima kuwepo na mipaka. Watoto wafanye kazi, wazazi shughulikieni watoto katika kufanya kazi, wapeni majukumu, wapeni shughuli. Huwa nawaambia hivi, ka utofauti wa mwanamke na mwanaume katika kazi ni moja tu. Mwanamume awezi kubeba mimba na kwenda kujifungua, lakini kazi zingine wanafanya kudeki nyumba. Hakumfanyi mwanaume kutokuwa mwanaume, kufagia. Na ndio maana vyumba vingine vya wanaume wanakuta vimechafuka, kwa sababu anasubiria au sigeondea kamsafishie, kupika. Hakuondoi ndevu za mwanaume kwenye kidevu chake hapa kwa sababu amepika ugali. Ah, no, no, no, no, no, no. Kwa hiyo vijana wa kiume na wa kike wafanye kazi wakijua kwamba hawafanyi tu kazi hapa nyumbani, lakini zinawaandaa kwenda katika nyumba zao. Na ndio maana kuna familia zingine leo, baba na mama mu, mama anaweza kuugua kidogo akapata kichomi, eti baba aweze hata kumpikia ugali, kuchemsha chai, kupika wali, hawezi. Na huyu ndiye mume wa familia, anaitwa kichwa huyu, na anasahau ya kwamba mke wake yeye ni msaidizi tu, yeye ndiye anatakao control mambo hapa ya, sasa unakuwa control unasema we, ni kichwa cha familia atakupika uji. Sasa uji chako uko wapi? Kichwa cha familia ujui kupika, ujui kusokota ugali na kupika paka uka, ukampatia mke wako anaumwa hapo akala. Alafu unasema ni kichwa cha familia. Lazima ujue wewe ni wajibikaji, ni mwajibikaji wa kwanza katika familia. Fundisha huruma na ukarimu, waimize watoto kusaidia wengine na kutoa kwa wale wanaohitaji. Hii inawafundisha kujali wengine na kuwa na mtazamo wa ukarimu. Wahimize kujitegemea, waruhusu watoto kufanya mambo wenyewe, usiwafanyie kila kitu. Hata kama unaweza kufanya kwa urahisi zaidi, waache wafanye, lakini wakati huo wakifanya katika mipaka, wasifanye nje ya mipaka. Kuwa mfano mzuri. Jambo lingine la kuzingatia, kuwa mfano mzuri. Watoto hujifunza kutokana na mfano wa wazazi wao. Onyesha nidhamu, uwajibikaji na huruma katika maisha yako mwenyewe. kumbuka lengo ni kuwalea watoto kuwa watu wazima wenye kujitegemea, wanaowajibika, na wenye huruma ambao wanaweza kustawi katika ulimwengu halisi. Mahali fulani kanisani, mtoto fulani akapiga kelele, shemasi yule akaenda kwa yule mtoto akamwambia, kwa nini unapiga kelele? Na alimwambia tu, wala akumgusa. ah, kwa sababu ya madeko ya watoto waliodekezwa, yule mtoto akapiga, akatoa sauti ya hali ya juu, kana kwamba amepigwa, amefinywa Mama yule baada ya ibada akaja amefura, alivyomwambia yule mama, na ni wa Kristo hawa, anamwambia ulinishika wewe, ni kipindi na mzao. unajua uchungu niliopitia mimi. unajua hivi na hivi ulinishika leba wewe." U, huyu mtoto kidogo nife. Akamwambia hivyo yule shemasi. Huyu mtoto haishii tu hapo, amesikia hayo maneno, ataendelea kuwa na kiburi na kujiona bora kuliko wengine, na matokeo yake utakuwa chanzo cha madhara wewe baba, wewe mama, kwa mtoto wako na mwisho unatengeneza bomu katika familia. Maana ziko nyumba kwa sababu ya wazazi kuingilia kutoshughulikia na kudhibiti nidhamu za watoto, wanawadharau hadi wazazi wenyewe. Anasema nitakupiga, kanakuja kanamshika pua, nitakupiga wewe junior, kanamshika kidevu nitakupiga hani. Yaani vinachezea wazazi paka, unasema <laughs> huyu mzazi naye hazimo, hazimo kichwani yaani mtoto hajui kama huyu ni nani, ni baba ha, hajui. Na ndiyo hayo hayo, wageni wakija nao ni hivyo hivyo, maana ndivyo alivyolelewa. Wazazi mnaodekeza watoto, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, yawezekana mkatengeneza mabomu ya baadaye katika jamii, na watoto wasipate faida yoyote ya kuwepo kwenye ulimwengu pamoja na kuwepo kwao, lakini jamii isifaidike. Kuwa na mipaka, kuwadhibiti watoto wako Sio tu kila wakati utadekeza watoto no, no, no, no, no, no. Lazima hiki kifanyike, hiki kisifanyike, na huo ndio taratibu. Bas! Na hapo utakuwa unaitimiza haki yote na kuitenda haki yote, kuandaa watoto wako kwa ajili ya uzima wa milele, lakini pia kuandaa watoto wako kwa ajili ya kuwa watoto bora na vijana bora na baba bora na mama bora katika dunia hii. Kwa hiyo tujihadhari sana, kuwepo na mipaka, kuwepo na maelekezo katika habari ya kulea watoto, si kila wakati watoto wanadekezwa. Hata kama uliwazaa kwa operesheni, sio sababu ya kufanya wanavyotaka, sio sababu ya kufanya wanavyotaka. Hata kama ulikaribia kukata pumzi kwa sababu ya kujifungua huyu mtoto, sio sababu ya kumlea atakavyo yeye. Ndio maana kuna wazazi wengine kwa sababu hiyo yeye ndiye anaye badala ya kulea mtoto ndiye anayelelewa. Akimpatia mtoto ndizi akaikata kidogo, anatupa yote, analilia nyingine. Alafu huyo mzazi kwa kutojielewa anaenda kufata nyingine mpya kubwa nzima anamletea mtoto. Changamoto sana. Sasa kati ya wewe na huyo we, mtoto nani anayelelewa? Mtoto anayelilia vitu na kuvikataa anataka hiki naona fato namletea kizima. Ndio unaanza kutengeneza watu wasiorudisha zaka na sadaka. Watoyo Ulianza wewe mwenyewe, lazima umdhibiti, ajue kwa nini anafanya hivi. Malezi yanahitaji hekima kubwa, na hekima haitoki popote, inatoka kwa mwenye familia zetu ambaye ni Mungu, mwasisi wa familia. Huyo ndiye anayetupa hekima ya kuwalea watoto wetu. Usisahau, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Epuka kulea malezi ya uhuru, malezi ya kudekeza. Dhibiti pa kudhibiti kemea pa kukemea, onya pa kuonya, pongeza pa kupongeza. Hivyo ndivyo malezi ya familia yanavyodhibitiwa. Zaidi ya yote, upendo wa Kristo ukubidishe kusimamia familia yako kile itwako leo, ukiwaandaa kwa ajili ya urithi wa uzima wa milele. Mungu atusaidie kwa ajili ya hayo, na tubariki, na kubariki we baba na mama na watoto wako hapo nyumbani, kwa jina la Yesu Amen. Tuombe. Baba mbinguni, tunahitaji hekima kubwa katika kuwalea watoto wetu Tusaidie, tuimarishe, tulinde, tuongoze, kwa jina lako Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki. Jambo moja kubwa, endelea kujiunga katika chaneli hiyo ili kuyapata masomo mbalimbali yatuongozayo kwa ajili ya uzima wa milele. Bwana awe pamoja nao.